Bwana nazungumza kutoka nje ya dimba la Benjamin Mkapa ambapo leo kama ambavyo unafahamu Yanga Africans, Simba pamoja na mamlaka za soka zinakuja hapa ofisi za BMT kwa ajili ya kukutana na waziri wa michezo. Lakini chakushangaza mashabiki wa Yanga Africans wako nje ya dimba la Benjamin Mkapa. Yanga yuko hapa mwalimu na wengine wako hapa atufahamu, wanasubiri nini? Tuwatekenye kidogo wazungumze, kama wanazungumza. Mbona umekuja hapa? Sisi tumekuja kusikiliza uh, bodi wanazungumza na viongozi wetu, na sisi viongozi wetu tumewateua, ni wawakilishi wa wanachama. Kwa hiyo si wanachama kuwepo hapa kuwasubiri viongozi wetu watugee majibu, wala sio kitu cha kuuliza, wala sio kitu cha bahati mbaya, hapana. Yani ya moto ya moto ya hapa inakuwa nzuri, yani akitoka rais wa Yanga hapa akakutana na wanayanga wenzio, wako nje wanamsubiri Alafu akatupa hata sisi dondoo tukalala hey. Alafu baadaye tamko likatoka sawa, yeah. lakini saizi kwanza tunamsubiri president na wajumbe wa kamati ya utendaji ambao wamekuja kutuwakilisha, yeah. Wa sasa wale madunduka shekhe wale, sisi na wao tofauti, yeah. Wale na sisi tofauti, tunaoyafanya sisi na wao vitu viwili tofauti, yeah. Eh, kwa sababu wao wana mambo yao ya ovyo ovyo tu ndando walioua mechi kwa makusudi kuharibu mechi wana haki ya kukaa nyumbani. Sisi tulikuwa tunataka kutwanga, tukaleta timu. Hata tulivyoleta timu hao hawakuwepo. Wewe country, nane, Simba uliona alileta timu hapo, lakini Yanga si uliona? Kwa hiyo siku tukutana hapa, hata sio stori kubwa. Yaani, yani si fresh tu tumekuja hapa na nguo zina nyenye na na, wacha tuloe mwanangu. Lakini viongozi hapa, kabla wajaingia ndani, tumezungumza nao na wameingia ndani, tunawasubiri watoke, watuambie tulichowaambia. Kumbe mmeshawaambia tayari, yaani hapa walivyofika tumezungumza nao, tumemsimamisha e, tume president unaingia huko ndani yuko waziri yuko naibu waziri na hao wengine waliopo, lakini kubwa na msimamo wetu sisi, msimamo wetu ni mmoja, mechi si atuitwange pamoja na mazungumzo haya. Yani hayo mazungumzo yanavyozungumzwa, tuna msimamo wetu. Kama ulimsikia mjumbe wa kamati ya mtendaji Alex Ngai alikwambia, kama linafaa hilo la ndani watalisikiliza watalitekeleza, kama alifai wanaachana nao. Yaani, hiyo ndio kauli yetu kwamba hapa kinachoendelea huko ndani kiwe kinaendana na matakwa yetu katika hayo mawili yeah. Aidha sisi tupate yeah. Au tukose. Kwenye kukosa sina maana tutapata adhabu. Adhabu ni ipi? Si labda wanaweza wakatushusha daraja, wakatupokonya alama, watupokonya na makombe yeah. Au hata kama wataamua kutuambia bwana, nchi amfai kuwepo, nendeni nchi nyingine, si tutapokea si yani, hatuchezi mechi hii kama bodi ndio ile ile bodi ile pale bodi ile Mguto, mwenyekiti Masika Songo yuko pale, watupangie mechi sisi? Sisi tushawaambia hatuna imani nao, sasa wanatupangiaje mechi? nakwambia aje, hatuna imani nao. Hakuna cha suluhu shekhe, suluhu nzuri kwenye football kama hii ni wale kujengua. Sasa shekhe kaacha kazi, waziri mkuu unamjua Edward Ngoya, hilo hasa aliwezaje kujiuzuru kwa sababu ya kuiweka sehemu salama mambo? Aling'atuka mguto nani, kasongo nani? Asa sisi hatuna imani nao, na sisi tukiwa kama sisi tukiwa wanachama wa Yanga sisi tunazungumza na wana, na, na, na viongozi wetu. Laba wewe wewe unaiongelea Yanga gani? Yanga Afrika wale wa, wale waendelee kwa viongozi wa bodi ya ligi na sisi tutange mechi Okay. Sawa ah, tuko sawa na. Kwa kwanza, kwa kipekee kwanza, mwalimu, leo umeacha kazi, of course hiyo inajulikana. <tipi> hata mechi ya tarehe nane <tipi> tuliacha kazi kuja kufanya kazi mm, lakini kwa kipekee lazima tuwashukuru wanachama na mashabiki ambao kwa wingi wao wamejitokeza katika kuja kusapoti kuunga mkono viongozi wa klabu ya Yanga. Jambo <tipi> ya la kwanza natakiwa uelewe, viongozi wa Yanga mabosi wao ni sisi Ndo uhalisia mabo, viongozi wa Yanga mabosi wao ni sisi. Na mabosi mshato wa majini, tulianza katika shina. Yaani, wanachama wa klabu ya Yanga walianza kwenye shina, wakaja katika ngazi ya mtaa, wakaja kwenye ngazi ya kata, wakaja kwenye ngazi ya jimbo, wakaja kwenye ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, wakaenda mpaka kwa waratibu wa kanda. Maazimio ya klabu ya Yanga, wanachama na mashabiki wamesema, mechi ya tarehe nane wanahitaji pointi tatu muhimu wanahitaji fidia ambazo milioni hamsini na sita na jambo la tatu wakasema bodi ya ligi wajiuzuru. Kwa huo ndo msimamo wa klabu ya Yanga na ukatamka kuwa tarehe nane mechi imeshaisha, yeah. Tulizungumza tumewapa maelekezo kuanzia chini kwa shina mpaka juu. Kamati ya utendaji wakakaa na waratibu wa mikoa ambao maoni ya wanachama kuanzia ngazi ya shina wakaja na msimamo wakasema hakuna mechi kuchezwa. Sasa wewe bosi wako wanakuambia hakuna kazi, we utafata bosi wako kwambia. Leo hapa Rick Media, wewe hauna kazi sosi, utaenda kufanya kazi. Sisi ndio mabosi wao. Ndio maana baada ya kuja hapa tukawambia sisi msimamo wetu ni huu. Wakitoka kia ni kikao cha waziri, tunajua si ndio, wana hiari mbili, waje hapa kutuambia ambacho kubana na waziri, au aba waziri aje kuzungumza kwa niaba ya waki... samaki mkubwa anatakiwa ale, na kunarudia tena hata mazungumzo niko kote duniani, samaki mkubwa anatakiwa ale samaki mdogo. Leo kule Lalmadidi walisema Uropa hii nini, Uropa hakuna kuchezwa, imechezwa leo. Wafrika kwa mzima mzima, Afrika nzima wanamsikiliza, national akizungumza lazima amsikilize, kataka Tanzania mkubwa ni Yanga vikombe 30 timu ya kwanza kucheza fainali imefanya mambo makubwa kuliko timu yoyote Yanga ikizungumza katika Tanzania, maana yake imezungumza nchi kwa ni mkubwa. Yani mkubwa anatakiwa paswa asikilize, samaki mkubwa anapaswa kukula visamaki vidogo vidogo. Kwa sisi ni wakubwa yani waziri serikali na kadhalika watambue kuwa Yanga ndo mkubwa. Yanga imeanzishwa thelathini na tano nchi hii imepata uhuru mwaka sitini na moja Unanielewa? thelathini tano na sitini na moja kipi kipi kilichoanza? Unajua ukubwa huo, tukisema ukubwa lazima mfahamu ukubwa huo, na ukubwa utaonekana katika jambo hili. Ah, busara vizuri, hatuchezi hatuchezi busara, tushachoka nazo Hatuchezi, hatuchezi. Anataka hivyo, hatuna masuala ya uwaziri eh? Yaani hamtaki kalia bodi ya ligi wajiuzulu, ndio tutacheza hiyo mechi, lakini kama wao wapo madarakani hatuchezi. Ah, e. Ah, uh, uh, uh, uh, yeah. Zimechafuka. Mambo haya mgemwachia mwenyewe alesikalia na maiki zake za Tanga. Imekuwaje media za Tanga barabara kumi na mbili media yake wewe, umeshaosha maiki? Maiki zenu zimechafuka au? Amkusikia, uko sawa. Nashukuru Mwenyezi Mungu, tumekuja kwenye jambo letu na jambo la wananchi, linamalizwa na wananchi taifa lolote nguvu ya nchi ndio yenye kusababisha taifa likae salama. Sisi tumekuja kuunusuru mpira wetu wa Tanzania ubaki kwenye pozisheni yake kama tulivyozoea mpira. Sisi hatutaki uongozwe kwa busara. Busara ni kitu ambacho kinaongozwa kwenye familia. Kwenye mpira, sheria na kanuni ndizo zinazotakiwa zifanye nini? Zifanye kazi. Sasa kama kuna ujanja ujanja kwenye mpira wapelekeeni salamu, mwambie hivi, Yanga Afrika kwenye ujanja ujanja walishatoka. Tuna viongozi vijana wasomi Alafu wana hela, hawana njaa wale. Ukiwapelekea jambo la ovyo hawalichukui kama walivyozoea tawala zilizopita zile za nyuma. Kwa hiyo wa, wa, wa, waendeshe mpira kama viongozi wa Yanga tunavyotaka sisi, wasipendeshe mpira kwa kufosi. Busara zifanye kazi. Unaweza kunitajia nchi yoyote duniani ambayo inaendesha mpira kwa, kwa busara? Hamna busara. Kama hakuna busara, sheria zifatwe. E, unapomleta aziziki unampa hela ya kutosha, namleta pakome ta hela nyingi, ni lazima sheria na kanuni zifanye nini? Zifuatwe sawa. Nampira, wanchi, na mpira wa nchi umekuzwa na ni JSM ndio kakuza mpira, we waleskaria ana tayari ya kudhamini hata cost. Sawa nani, nani, nani, na hajawahi kucheza mpira sehemu yoyote, atuambie chuo alichosomea mpira. Ni sheria ifuatwe na bodi ya ligi vizuri. No, no, no, Muzi. Na subiri maamuzi, viongozi wa Yanga kikubali, waende wakalimenyana na wao wakikubali eh? Hey! viongozi wa Yanga kurudia mechi na wao waende majumbani kwao wakakae, watu watuachie jengo lile pale. hmm. eh? uh-huh. sisi tunasema hivi, mwenye mwenye kitu kitu nani, mangungu huyo eh. mangungu achana naye huyo kwanza, hebu twende huku kwanza, huyo achana naye kwanzanona si tuko na viongozi wetu awa watabeba msalaba wao, si tunabeba kwetu awa atabeba msalaba wao. Mi nataka nikuambia kitu kimoja, hikima usala bila hikima iwezi kata, siku zote usala bila ikima ngapi kuna masaa mangapi? masaa mengi walikaa wakata simini ngoja, busara busara ikuwepo kipindi gani? masaa mangapi? sasa hivi wanatuomba sisi busara, si ndio? Simba wao hawawezi kuomba busara kipindi iko ambao wao migoma wamesema tupeleke mechi, wangekaa nao wangekaa nao, busara ingeanza kwao. Mimi nasema hivi, nisikilize ndugu yangu nisikilize. Mechi humu haichezwi. Hata unge nani. Mechi haichezwi fika wakati kama tunafuata sheria za serikali zile kanuni zote za TFF zitolewe zije za serikali. Sijui nanelea vizuri? Kama tunafuata sheria za serikali na kanuni za serikali, basi zile kanuni zote za TFF zitolewe zije za serikali.